So bwana, you know what... Zuchu ameweza kuvurugana na mamlaka ya chan chan ambao ni Champion African National Championship eh, kwenye ile kombe la kutafuta bingwa wa Afrika ikifika eh, na upande wa wachezaji mpira ambao ah, lilikuwa linaendelea mwezi uliopita, lakini liliweza kuisha sababu ligi iliweza kuisha sababu Morocco iliweza kushinda kutokana na Madagascar wakaifunga tatu kwa mbili. Sasa kumbe Zuchu kwenye ile show ya kutumbuiza hii mechi, Zuchu aliweza kulipwa pesa kidogo e, akaambiwa salio tutakumalizia baada ya ukisha perform sasa, lakini Zuchu akawa anaona kama mbona mambo yanachelewa, wananipeleka huku na huku huku na kule, ndivyo sivyo, akaamua aweze kuandikia ujumbe hawa Uh, mam, hii mamlaka inahusika na malipo haya ya azuchu kutumbuiza kwenye lile jukwaa kubwa la Chan ambao ilikuwa upande wa Nairobi, Kenya. Sasa, story yote imekwekea ipo hapo mbele afika huitazame. Yes bwana, msanii Zuchu eh, almaarufu kama Zuhura nadhani, lakini wengi mnamjua kama vile Zuchu, mtoto wa Hadija Kopa, huyu ambaye pia ni mke kamili wa Diamond Platnumz bwana. Kupitia utambulisho huo wote, nadhani umeweza kumjua yule mtu ambaye <coughs> na kwenda kumzungumzia rasmi. Sasa Zuchu bwana eh, kidogo ameacha mashabiki vinywa wazi hapa eh, sababu ni kurudishe nyuma tu, kama unakumbuka msanii um, Zuchu aliwahi kwenda kupiga show Kenya kule eh, kupiga show Kenya kwenye tamasha kubwa ambalo lilikuwa ni finali eh, kwenye mechi zile za CHAN, yani CHAN kumaanisha African National eh, Championship yani ndio inakuja ile CHAN ama ubingwa kutafuta kutafuta bingwa wa Afrika, bingwa wa Afrika ikifika na upande wa kuchezaji mpira na kama kawaida, mechi hiyo iliweza uh, kutoka mbili tatu, nakumbuka ambayo ilikuwa ni Madagaskar uh, eh, ni Madagaskar eh, Madagaskar walikuwa wanacheza na Moroko na Moroko akashinda tatu Madagaskar wakafunga mbili, hasa hapo ndio walishindwa. Sasa katika fainali ile basi Zuchu alikwenda kuperform pale, na sijui ratiba zao zilikuwa zipoje, e, zenye malipo, kwenye malipo, sababu kulikuwa na utata kidogo. Unajua mtazamaji, inategemea na vile ambavyo mmeahidiana ama ku, ku, mkataba wenu venye mewekeana kuhusiana na kulipana kwa mfano inaweza kuwa msanii Diamond Platnumz msa ana show Kenya pale, lakini akaahidiwa kwa kuambiwa kwamba bwana, njoo wewe ukifika tu ukianza show haya, tunakumalizia pesa zako, ama tunakutumia nusu ambayo ni deposit. Ukifika Kenya ukianza kupiga show tu tunakutumia, um, pesa zako kamili, yani tunakumalizia ile balance yako. Sasa usijua wasanii wengine wanaweza katumiwa pesa zote halafu asije ama asije kwenye show hiyo e, kama unakumbuka mwaka wa a, 2016 msanii Rick Ross alikuwa aende maeneo ya ya Nigeria na maeneo ya Nigeria pale. Sasa hapa nakueleza historia kifupi tu cha Rick Ross alafu tutarudi kule kule kwa Zuchu. E, Rick Ross bwana, maeneo alikuwa aende maeneo ya Nigeria pale. Kipindi kile kulikuwa na male, yani malaria ilikuwa imechacha mechacha kweli kweli. Sasa malaria na hii kitu inajulikana kama vile Ebola, ugonjwa unajulikana kama vile Ebola. Alikuwa aende kule Nigeria akapiga show e, akatumiwa pesa nyingi tu akatumiwa, yani pesa nyingi kama vile e, dola dola milioni kumi 10 e, million dollars e, msanii Rick Ross akaweza kutumiwa a, ili akaweze kuperform kule Nigeria lakini Rick Ross alichokifanya akaweza kutuma bandi yake ile, watu wanaopiga gita madasa wake akawatuma pale, wakaenda na ndege mpaka Nigeria. Sasa ikafika wakati wa show Rick Ross akawa haonekani, watu wakashangaa ni vipi e, bwana, kama umegairi kuja basi turudishie pesa yetu bwana. Alichokifanya Rick Ross e, akaliweza kuarudishia mara nne zaidi ya ile pesa waliompatia, ah, yeye ni kuonyeshana kuwa msanii Rick Ross hana njaa na pesa ndogondogo hizo. Sasa akawarudishia pesa ao, alafu akaongeza mara nne yake bwana, kumaanisha Recross bwana yuko vizuri upande wa hela. Sasa ingekuwa ni mwingine angekula hizo pesa na hangekuja. likuwa nakueleza hicho ki story kifupi. Sasa turudi tena kwa Zuchu. Aa, sasa Zuchu hapa alichokifanya yeye alikwenda kupiga show kule Kenya. Aya, baada ya kwenda kupiga show akaidiwa atawekewa kiasi nusu, tuseme ulikuwa unalipo milioni kumi, mfano unalipo milioni kumi ama milioni ishirini, sasa hivi tunakuwekea milioni kumi alafu ukianza kuperform kwenye show tunakumalizia zile milioni kumi zako. Zuchu akasema sawa, akaenda kupiga show pale kutumbuiza, sio yeye tu aliyetumbuiza peke yake, bali alikuwa ni Zuchu e, msanii fulani anajulikana kama vile Dikenzo wa Uganda na msanii wa Kenya ana, kuna msanii fulani anajulikana kama vile Savara. E, wa Kenya pia yuko kwenye kundi fulani la Sauti Sol, nadhani unamjua. Sasa wakatumbuiza pale, lakini Zuchu, baada ya kutumbuiza pale wakaja nyumbani na kwamba ilikuwa kwa ni mwezi uliopita huo mwezi wa saba a, mpaka sasa hivi e, umefika huu mwezi wa nane e, tarehe inaelekea tarehe ishirini na tatu sasa inaelekea tarehe ishirini na nne msanii Zuchu bado hajamaliziwa pesa zake, hasa kupitia ukurasa wake wa Instagram e, Zuchu akaandika pale e, akaandika pale bwana, ni vipi kama tulivyokubaliana, mbona a, balance yangu balance bado sijaipata. Alafu mbona mmekaa kimya sasa Zuchu? a, hivyo ndivyo aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, akiwa anawauliza hawa mamaneja wa Chan, yani mamaneja ambao walikuwa wanahusika kwenye kulipa pesa hizi za Chan. Sasa Zuchu, hivyo ndivyo alivyoandika. Sasa watu wengi wakamshambulia sana kwa kusema kwamba uh, tunajua Chan, mikataba yao ya kulipa watu huwa wanaenda taratibu, hawana haraka, lakini pesa yako watakupatia sasa. Hata sio wewe msanii pekee ambao uliweza kutumbuiza e, bali wenzako wote walitumbuiza, lakini mpaka sasa wamekaa kimya, lakini wewe ndio ambaye unaongea sana mtandaoni, na wakati wa kukubaliana na, na Shan, hamkuwa hamkuweka kwenye midia, lakini sasa hivi umevurugwa, ndo maana mnaweka kwenye media. Eh, ebwana Zuchu, inabidi uweze kujifunza, sababu wakati mwingine show kama hizi kubwa kuzipata hautazipata sababu nidhamu yako ni ndogo ebwana. Hao ni mashabiki ambao wameweza ku comment baada ya Zuchu kuandika ujumbe mrefu kuhusiana na malipo yake ya Chan. Sasa baada ya kuandika vile ikakaa kama wiki moja akaweza kulipwa pesa yake e. Baada ya kulipwa akarudi tena Instagram pale. Zuchu naye ni mdaku yeye na Instagram kila wakati. Akarudi pale ya Instagram akaweza kuandika, nashukuru ujumbe wangu uliweza kuwafikia mamlaka husika, waliokuwa na husika kulipa pesa hizi ambazo nilikwenda kutumbuiza Kenya. Nashukuru balansi yangu ama salio langu wameweza kunimalizia. Nashukuru waliweza kupata ujumbe wangu na wakarahisisha Uh, mambo sasa hivi basi, kila kitu kipo sawa na uh, mambo yanakwenda kama hivi tu ambavyo yeye mwenyewe aliweza kuandika.